Nikukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu kwenye meza yetu ya habari tunayo habari inayomhusu Mange Kimambi. Rasmi, serikali ya Tanzania imemfungulia Mange Kimambi mashtaka ya uhujumu uchumi. Moja kati ya maswali mengi ni je, Mange Kimambi anaenda kurudishwa Tanzania mara baada ya kufunguliwa mashtaka hayo na serikali ya Tanzania? Je, serikali ya Tanzania kupitia kwa mwanasheria wake mkuu imefanikiwa katika hilo? Mapema tarehe 2 Disemba, wafuasi wa mwanadada Mange Kimambi wameonyesha kuwa na wasiwasi mkubwa baada ya kupokea taarifa hizo za kesi ya Mange Kimambi. Lakini pia Mange Kimambi naye kupitia kipande cha video alichokichapisha, e, kupitia kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram ameonyesha wasiwasi mkubwa baada ya kufunguliwa kesi hiyo huku akisema namnukuu: hapa ndugu zangu, naenda kurudishwa Tanzania, nimefunguliwa kesi ya uhujumu uchumi, naenda kurudishwa Tanzania. Amesikika mwanadada mwanaharakati wa mtandaoni Mange Kimambi akiyasema hayo. Kuna taarifa ambazo hazijarasimishwa bado, ambazo zimeeleza kuwa mahakama ya shirikisho ya Marekani katika wilaya ya Columbia imetoa tangazo rasmi la kusikilizwa kwa kesi ya kurudishwa nchini. Yaani, extradition kwa mwanaharakati wa mtandaoni anayejulikana zaidi kwa jina la Mange Kimambi, na hii tutakwenda kuitazama kwa undani zaidi katika habari hii. Lakini kwanza hebu tutazame mzizi wa sakata hili la Mange Kimambi kurudishwa nchini Tanzania. Mwanasheria mkuu wa serikali Bwana Hamza Johari aliwahi kueleza kuwa serikali ya Tanzania inaangalia uwezekano wa kumchukulia hatua Mange Kimambi kwa tuhuma za kuhamasisha Watanzania kuandamana. Johari alitoa kauli hiyo alipowasili katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali jijini Dodoma, ambako pia alifanya mazungumzo na wafanyakazi wa ofisi hiyo Novemba tano, muda mfupi baada ya kuapishwa kushika wadhifa huo. Akizungumza baada ya kuwasili ofisini hapo, mwanasheria mkuu huyo wa serikali Johari alisema kuwa ofisi yake inaendelea kuangalia uwezekano wa kumkamata kabisa kabisa mwanadada aliyeko nje ya nchi, akimaanisha Mange Kimambi, ikiwa ni pamoja na kutumia mikataba maalum ya ushirikiano iliyopo kati ya Tanzania na Marekani. Wakati hayo yote ya kijiri, mapema Novemba mwaka huu wa 2025, kunao baadhi ya wanasheria ambao walisema kuwa suala hilo si rahisi kisheria. Wataalamu hao walisema ni vigumu kwa nchi kama Marekani kumkabidhi mtu kwa nchi nyingine hususani pale anapokabiliwa na tuhuma zenye mwelekeo wa kisiasa. Hata kama kuna mikataba ya ushirikiano au makubaliano ya kiuhamisho kati ya mataifa hayo. Mange Kimambi mwenyewe kupitia kipande cha video alichochapisha kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram, amekili kwamba mashtaka hayo yanaweza kufanikiwa na anaweza kurudishwa nchini Tanzania. Leo hii Disemba 2 mwaka huu wa 2025, serikali ya Tanzania E, imefungua rasmi kesi mpya ya uchumi dhidi ya mwanaharakati maarufu Mange John Kimambi ambaye kwa sasa anaishi Marekani na anamiliki uraia wa nchi ya Marekani. Kwa mujibu wa taarifa za mahakama, kesi hiyo imepewa namba inayofahamika e, kwa jina la economic case number 000021172 mkwaju 2025 na inasikilizwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, chini ya hakimu mkazi mahiri Hassan Makube, PRM. Taarifa zinaonyesha kuwa hatua inayofuata ya kesi hiyo ni mention iliyopangwa kusikilizwa tarehe 4 Disemba mwaka huu wa 2025, majira ya saa tano kamili asubuhi. Hata hivyo, wataalamu wa sheria za kimataifa bado uh, wameendelea, ku, wameendelea kueleza kuwa nafasi ya Marekani kumrejesha Mange Kimambi ni ndogo sana kutokana na sababu kadhaa. Taarifa ambazo hazijawa rasmi kabisa uh, zimeeleza sakata la Mange Kimambi kurudishwa Tanzania limetua katika mahakama ya Marekani. Inaelezwa kwamba mahakama ya shirikisho ya Marekani katika wilaya ya Columbia imetoa tangazo rasmi la kusikilizwa kwa kesi ya kurudishwa nchini yani, extradition kwa mwanaharakati na mwanamuziki wa mtandaoni anayejulikana zaidi kwa jina la Mange Kimambi. Kulingana na hati iliyotumwa na mahakama hiyo Eh, kesi hiyo yenye namba 25 MJ 154 itasikilizwa tarehe 18 Disemba, mwaka huu wa 2025 saa 11 kamili asubuhi mbele ya Jaji Moxila A Apadhiaya ambapo ombi la kumrejesha Mange Kimambi lilitumwa na serikali ya Tanzania kupitia kwa mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Hamza Johari likidai, eh, likidaiwa linahusu tuhuma za uchochezi na kosa la kiuchumi. Hata hivyo, wapo baadhi ya watu ndani na nje ya nchi wanaamini mashtaka hayo yana msingi wa kisiasa kutokana na ukosoaji wake wa mara kwa mara dhidi ya serikali, huku wengine wakiona ni hatua muhimu kwa serikali ya Tanzania kuchukua hatua hiyo ama kufikia hapo. Mange Kimambi ambaye ana zaidi ya wafuasi milioni sita kwenye mitandao yake ya kijamii anaishi Marekani tangu mwaka elfu mbili na nane na kutokana na mtindo wa harakati zake, Mange amekuwa akidai kupata vitisho na kesi kadhaa zilizofunguliwa dhidi yake nyumbani. Wachambuzi mbalimbali, wanasheria wanasema uwezekano wa ombi hilo kufaulu ni mdogo sana kutokana na masharti ya mkataba wa kurudishwa wahalifu kati ya Marekani na Tanzania ambapo mashtaka yanatakiwa yanatakiwa yawe ya jinai kwa pande zote mbili na yasihusiane na masuala ya kisiasa. Huku Mange Kimambi mwenyewe akidai kwamba Mashtaka hayo yaliyofunguliwa kuna uwezekano mkubwa kabisa yakafanikiwa na yeye kuondoshwa Marekani na kurudishwa Tanzania. Kesi hiyo inatarajiwa kuvuta hisia za umma Tanzania na kimataifa hasa baada ya ripoti za kimataifa kuhusu madai ya kuporomoka kwa uhuru wa kujieleza na haki za binadamu nchini Tanzania. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaiandaa na tunaisogeza kwako, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea kufuatia sakata la Mange Kimambi kurejeshwa nchini Tanzania mara baada eh, ya mambo kadha wa kadha kuwa yametokea nchini Tanzania kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu eh, wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu wa 2025. kufuatia makuhusiana na eh, kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment, lakini pia endelea kutufuatilia, endelea kusubscribe, endelea kutufollow pia kwenye page zetu nyingine za mitandao ya kijamii kama Instagram, e, Facebook, TikTok na Twitter kwa majina ya Habari Kiganjani.